Habari. Kwa majina, ninaitwa Gladness Valence. Ni moja ya members kutoka taasisi ya Seven Need Family, ambayo sisi nilikuwa ni taasisi ambayo tunasaidia watu wenye uhitaji, watu walioathirika na mambo mbalimbali, ikiwemo madawa ya kulevya. Kwa hiyo tumekuja siku ya leo kwenye semina hii nzuri kwa habari ya madawa ya kulevya, ila pia tunawalika watu wenye matatizo mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu, kwa ajili ya kutoa misaada, ila pia zaidi ya yote kusaidiana kama vijana, maana tunajua vijana ni nguvu na kama vijana ni nguvu, ni lazima tuelimishane kwa habari ya mambo gani yanamfaa vijana ili awe kijana bora. Tunawalika sana kwenye taasisi yetu ya Seven Need Family kusaidia wahitaji kusaidia watu walioathirika na madawa ya kuleva ya, kwa habari ya walioathirika na madawa ya kuleva, kitu cha kwanza tunatoa elimu kwa wale walioathirika, tunawapa elimu ya nini changamoto, ila pia tuna u pea misaada kama mtu ana uhitaji fulani. Kuna mwingine ameathirika ila pia hana uhitaji wa fedha na vitu vingine vya kumsaidia ili abusti maisha yake, tunatoa hiyo misaada pia, ila zaidi ya yote tunamwasilisha kwenye taasisi kihusika kwa ajili ya misaada mbalimbali mbali, na kwa ajili ya matunzo na vitu vinginevyo. Nitoe pongezi zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoa wao kuweka fursa ya, ya makongamano kama haya dhidi ya kutoa elimu dhidi uh, ya madhara ya matumiaji wa madawa ya kulevya, na pia kualika vijana kutoka taasisi mbalimbali za elimu, ikiwemo vyuo vikuu, shule za sekondari pamoja na msingi kwani, kwani hii inakuwa ni msaada tosha kwa vizazi hivi na vizazi vijavyo pia, sababu kila mmoja atatoka hapa akiwa balozi mzuri katika, katika swala zima la utokomezaji wa matumizi ya dawa ya madawa ya kulevya. Kwa jina anaitwa Mariki Masudi. Mdau wa, uh, kulevya, ni mdau wa kupambana na madawa za kulevya mkoani Dodoma lakini pia ni mwalimu kwa vyanzani sekondari. Sasa kama wadau wakubwa tumeamua kuanzisha klabu mahususi ya kupambana na hizo dawa za kulevya na katika mapambano yetu sisi tumekuwa tumejikita kwa watoto wa zaidi, tunaamini kwamba hawa watoto ndio walengwa na ndio wa, tunaamini kwamba watakuja kwa taifa la kesho na baadaye. Sasa na hili tumekuwa tukifanya midahalo mbalimbali kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya Mheshimiwa Alhaji Jabish Sheikh -she -she Mweri ambao imekuwa ni kupambana na madawa ya kulevya na kuondoa kufanya elimu zaidi ku, kufikia watu wengi zaidi. Mwaka jana eh, tuliweza kuwasafisha vijana wetu kutoka hapa Dodoma kuwapeleka Dar es Salaam ofisi za makao makuu taifa eh, za kupambana na dawa za kulevya shina jenerali wa ofisi ya dawa za kulevya kupambana na dawa za kulevya namna namna hivyo amekuwa ameweka eh, udhibiti mahiri zaidi, lakini elimu kwa kiasi kubwa, wanafunzi wengi na watu wengi sasa anajua namba ya kupiga bure moja moja tisa eh, ambayo tumekuwa tukihamasisha watu wote waipige simu hii kwa kuweza vitano vyote vya madawa ya kulevya, lakini pia tumeona namna gani ambavyo wanapambana na dawa za kulevya kwa watu mbalimbali kukamatwa, mashamba mbalimbali tumeona ki, ya, ki, ya kichomo na kudhibitiwa ya mirungi mashamba ya dawa za za bangi na kadha wa kadha. Lakini pia tumeona namna ambavyo vijana wengi sasa hivi elimu, eh, wafikia wakishiriki katika kwenda kushiriki katika vituo vya tiba e, eh, hasa soba hapa, ukiangalia Dodoma Itega hapa, wamekuwa wakishiriki vijana wengi kwenda kupata elimu eh, lakini kupata eh, tiba kwa ajili ya kuepukana na madawa ya kulevya ambayo yanawaathiri. Tumeona Dar es Salaam pia lakini pia kushiriki pia na wadau mbalimbali ambao walikuwa wakitoa hii e, tiba ya e, methadone kwa warahibu wa dawa za kulevya. Kwa hiyo niendelee kupongeza sana serikali ya e, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini Kamishna Jenerali namna ambavyo amekuwa akiboresha kila, kila uchao e, e, taasisi ya e, kupambana dhidi ya dawa za kulevya. Sisi wananchi wana tunaiunga tuna, tuna mkono serikali na tunaamini kabisa mapambano dhidi ya dawa za kulevya tunakomesha <coughs> Kwa majina naitwa Amina Mboe nimetokea shirika la Gator Rehabilitation Center ambalo lipo Tanga. Na nashukuru sana mamlaka kwa kuweza kutupatia nafasi ya kuweza kuhudhuria katika maadhimisho haya dhidi ya kupinga matumizi na biashara haramu ya dawa za kulevya. Na leo nimeweza kushiriki katika kongamano la vijana kwa ajili ya kuwapatia elimu juu ya athari za matumizi ya dawa za kulevya. Nimehamasika sana kwa kuona vijana wengi wameweza kuhudhuria, maana vijana ndo chachu ya maendeleo yetu. Kwa majina naitwa Happiness Henry Mbilinyi. Mimi ni afisa ustawi wa jamii, natokea asasi ya kiraia naitwa OYABI, Organization of Youth Against Risk Behaviors, iko Tanga pamoja na mkoani Pwani. Kwa upande mkubwa na kiasi kikubwa tunaishukuru DCA, mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya nchini imekuwa bega kwa bega pamoja na jamii na asasi ambazo sio za kiserikali, ikisaidia kutoa elimu juu ya kudhibiti na kupambana na matumizi ya dawa za kulevya. Lakini pia imekuwa mstari wa mbele kusaidia jamii kwa ukubwa katika utoaji wa elimu, na hata leo katika jiji la Dodoma wame fanya kazi kubwa sana ya kutoa elimu kwa vijana katika jiji la Dodoma juu ya matumizi ya dawa za kulevya pamoja na madhara yake. Uh, elimu hii inatujenga sisi vijana na jamii pia, tunapokuwa kama tumefika katika kongamano hili, pia tukae ambasada kwa wengine ambao hawajafanikiwa kuwa hapa, kupitia mitandao yetu ya kijamii huko YouTube, Instagram pamoja na TikTok, tusambaze taarifa hizi kusudi watu waweze kufikiwa na huduma hii na waweze kuachana na madawa ya kulevya na kwa nilivyoona vijana wengi bado wanahitaji kupata elimu juu ya athari na madhara ya matumizi ya dawa za kulevya, kwa sababu wengi wao wanatumia kwa kufuata aidha ni mkombo au kwa kutokujua athari zake na madhara yake y ya baadaye, hivyo wanajikuta tayari kishatumbukia kwenye matumizi haya na amekuwa mraibu, alafu anakuwa ni mzigo kwa familia na jamii kwa ujumla. Hivyo basi nipende kushukuru serikali na pia nipende kushukuru mamlaka ya kupambana na kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya katika kusaidia jamii yetu na pia kusaidia mashirika na asasi mbalimbali mbali, ambazo zinasaidiana na serikali katika kupinga matumizi haya ya dawa za kulevya. Kimojawapo jifunza ni kwamba kupitia elimu hizi kuna watu baadhi walipata kunanii kuachana na madawa ya kulevya, lakini pia madhara ya madawa ya kulevya kuwa yanaweza kutuathiri sisi kama vijana ya kisaikolojia na kutu, kutu, kutupunguzia uwezo wa kifikra kikubwa zaidi nimejifunza juu ya madhara ya matumizi ya dawa za kulevya. Tunaona kabisa waraibu wengi ambao wameathirika na matumizi ya dawa za kulevya wameathirika kiafya, kijamii, kiuchumi. Wengi unakuta wamepoteza vitu vingi sana kutokana na matumizi ya dawa za kulevya, lakini pia madhara ya kiafya wameathirika sana, madhara ya kinywa, figo na kadhalika. Kwa hiyo hicho nimejifunza, na mimi nitakuwa mstari wa mbele kusaidia jamii na wale waraibu wote ambao wameathirika matumizi ya dawa za kulevya. Na tunaiomba jamii iwe na wito wa kutokuwanyanyapaa na kujua kwamba hawa ni wanajamii wenzetu na wanatakiwa kusaidiwa. Katika kutumia madawa ya kulevya hakuna faida yoyote, bali kuna hasara tupu, na wala hakuna ambacho kinaweza kitusaidia katika maisha yetu sisi kama vijana, kwani inaweza ikasiri hali nzima ya uchumi wa Tanzania wa taifa, lakini pia na hali nzima ya uchumi wa sisi binafsi moja, moja kwa moja.